Naitwa Daktari Hamidu Wadinani, ni mganga mkuu wa Halmashauri ya Wilaya ya Bunda. Uh, tunaendelea kuhimiza na kuhamasisha wananchi wa wetu uh, kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa wa kipindupindu. Ugonjwa huu unasababishwa na kula vyakula ambavyo vimekuwa affected na bakteria. Kwa hiyo njia ya msingi na ya muhimu ambayo tunahimiza ni kuhakikisha wananchi wetu wana kula vyakula ambavyo ni vya moto, wanakunywa vinywaji ambavyo ni vya moto, lakini pia wananawa mikono na sabuni kila wanapokwenda kula au wanapokwenda kwenda chooni. Na pamoja na hayo pia tunahimiza wananchi wetu kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na matumizi mazuri ya vyoo, wanajenga vyoo bora na kuvitumia. Hili ni la muhimu sana, maana maeneo yetu mengi tunapita kwenye kaya kunakuwa hamna vyoo. Hii inasababisha sana maambukizi haya yanasambaa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa haraka. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wananchi na kuwahimiza kuweza kuzingatia taratibu hizi za kiafya ili tuweze kudhibiti ugonjwa huu kwa haraka. Uh, pia tunahimiza wananchi kuweza kuwahi kwenye kituo chetu hichi cha Namalama ambacho tumekiweka kama kambi kwa upande huu wa huku pindi wanapopata dalili za kuharisha na kutapika. Unapoona ndugu au jamaa au wewe unapata dalili ya kuharisha au kutapika, basi tunakuomba mara moja uwahi kwenye kituo ili uweze kupata huduma kwa haraka na uweze kupona. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi waweze kulizingatia hili, ili, ili waweze kuimarisha afya zao.